Kuna kitu nimekifikiria, ninahisi kabisa kabla sijapumzika inabidi nikiseme. Muda mwingi tukiwa tunaombea hususani, watoto wakike, wasichana, wanawake, tukiwa tunaomba kuhusu mume au wenza wetu, tunakuwa tunasala, tunasema hivi, Mungu ninaomba ni unijalie labda mwanaume kama baba yangu, kama kama una good right figure ya mwanaume ambaye babako, ni babako, unasema mi natamani nipate mume kama baba yangu lakini kuna kitu tunashindwa kukielewa, kwamba tukiwa tunasema tupate mume kama baba zetu, hilo ni chaguo la mama zetu, sio chaguo letu. Kwa hiyo Mungu anatubariki kutokana na mume ambaye tunafikiria kwamba ni figa ya baba yetu, na tunasahau kwamba upendo tuliokuwa tuna uexperience kwa baba zetu, sio upendo wa mume, ni upendo wa baba. Single mothers watanielewa sana. Unaweza ukakuta una mwanaume mzuri, hakupendi wewe, anapenda watoto wake watoto wake wanakuwa wakiamini kwamba ile ndo right figure, lakini huyo mwanaume hana mapenzi na mke wake kabisa. Kwa hiyo tukiwa tunasali tukiwa tunasema, Mungu naomba unijalie upendo kama babangu, We have to think and rethink. Tunatakiwa tuanze kutafakari na kuchambua, kwa sababu tunayemuona na tunayemuomba kama baba. Ndio maana unaweza ukapata mwanaume kama baba yako akapenda watoto wako kuliko wewe ukapata mwanaume kama baba yako ukapitia the same suffering kama mama yako. Yes, unaweza ukapenda ukapata mwanaume kama baba yako, lakini akawa sio mwanaume wa chaguo lako, kwa sababu unakuwa umekopi ombi la mama yako, kwa sababu yule mwanaume alikuwa ni chaguo la mama yako, sio la kwako. Lakini what if tungekuwa tunaomba kwamba, Mungu ninaomba unipatie mwenza anayeendana na kusudi lako kwangu. Mungu unipatie mwenza ambaye nimetoka kwenye ubavu wake, kama Bibilia inavyosema. Mungu unipatie mwenza atakaye fulfil sawa, atakaye fulfil matakwa yako. Mungu unipatie mwenza wa kuambatana naye, wa kuendana naye, wa kunifikisha pale agano lako linaposema, kuliko kupatiwa mwenza ambaye anafanana na baba zetu kwa sababu baba zetu sio waume zetu, na tunapata shida sana tukiingia kwenye mahusiano tukiwa tuna figa ya mwanaume ambaye ni baba yetu. Tunapata shida sana na tunawatocha wanaume kwa sababu tunatengeneza, tunakuwa tuna ndoto au, au tuna ombi au tuna figa ambayo sio mtu ambaye tunamwangalia. Ndo maana unaweza ukapata mwanaume yuko complete set kama baba yako na bado akawa haja kufulfill. Kwa nini? Kwa sababu maombi yako hayakuwa specific ya kutaka mwenza wako. Maombi yako yalikuwa specific kwa kukopi mwenza aliyomuomba mama yako, sijui ninayoweka. Yani take a picture, kwamba wewe baba yako anavyokupenda, anampenda mama yako, unavyosema upate mwanaume kama baba yako. Je, yeah, anamheshimu mama yako Je, ana fulfill? Je, treatment ambayo mama yako anaipata kwa baba yako ndio kitu unachotamani mume wako akufanyie, au wewe umebase na ule upendo tu ambao baba yako anakuonyesha kama mtoto wake? Hana option, wewe ni mtoto wake. Kwa angekuwa na option nyingine, labda angependa mtu mwingine, asingekupenda wewe, si inaeleweka? Lakini kwa hiyo tuwe tunabadilisha sala zetu wakati wa kuomba ume zetu, tusiombe machaguo ya mama zetu. Nikisema hivyo namaanisha Sisemi kwamba kuna wababa wabaya, hapana. Ninamaanisha kwamba we have to be very specific na vitu tunavyoviomba, tunakuwa very specific kwa chaguo la mwanaume tunayemuomba, kwa sababu kama sisi tunaaminishwa kwamba tumetoka kwenye ubavu wa mwanaume wetu, kwa Mungu atupe figa au atupe huyo mwanaume tuliyetoka kwenye ubavu wake, lakini sio mume wa kama baba yangu, kwa sababu mume wa kama baba yangu ni sala ya mama yako, sio sala yako. Fikiria alafu ubadilishe namna ya kuomba kwa ajili ya mume mume au mwenza wa maisha yako.